Ni mwezi wa Breast Cancer Awareness. Ni mwezi ambao tunahamasishana juu ya ugonjwa wa saratani ya titi. Hivyo basi niko na daktari mwenyewe wa kansa, kwanza kwa jina aweze kujitambulisha. Karibu daktari, asante sana kwa majina, unaitwa nani? Naam, kwa majina naitwa Bokole Mwalimu mimi. mm -hmm. Ni ofisa kitengo cha ja saratani hapa Kilifi. saratani ya titi ni nini? Ni ugonjwa kama vile tunavyojua kuna magonjwa ya kadha kwa kadha. Sasa saratani ni ugonjwa ambapo kunakuwa na mabadiliko ya seli Seli zinakuwa kwa njia ambayo si ya kawaida na zinakuwa kwa uharaka na zinatengeneza uvimbe kwenye titi na mabugani ambayo husababisha saratani ya titi. Naam, moja kwa moja, kunazo changizo ambazo zinasababisha mtu apate saratani ya titi. Changizo hizi ni kama genetic factors. Kuko na genes ambazo zinaita BRCA 1, BRCA 2 genes. Hizi ni genes ambazo zinachangia mtu kupata saratani ya cancer. Kwa hivyo kama mwanafamilia ako na hizi genes, BRCA 1, BRCA 2, Bas, uko na 5 to 10% risk ya kudevelop breast cancer. Pia family history ni changizo ambayo inaweza kupata mtu akapata breast cancer kwa sababu mwana familia either, ni mamako, ni dadako, ni yanyako ama ni babako, kwa sababu saratani ya titi inaweza shika wazee au mama. Bas, uko uko kwa higher risk ya kupata breast cancer. Pia personal history, kama we mwenyewe tayari ulishaugua saratani ya titi siku za nyuma, basi athari yako kupata saratani ya ile titi lingine huwa iko juu ukilinganisha na mtu ambaye bado kabisa hajaugua saratani. Ili tujue mtu yuko na ugonjwa wa saratani, dalili zipi ambazo zinaonyesha dalili za, za saratani? Moja kwa moja ni kwamba titi litakuwa na uvimbe, kwa hivyo kuna mas itaonekana kwa titi kama imeanza kusonga zaidi, na pia titi linakuwa kubwa ukilinganisha na ile titi lingine, litakuwa limekuwa na ukubwa zaidi. Rangi ya titi inabadilika, unaweza pata titi inakuwa gumu zaidi na mara nyingine titi hata inaanza kutoa damu. Ikizidi sana ina advanced stage tunapata imetengeneza kidonda, ile uvimbe inapasuka, inakuwa ni kidonda. na screening ya saratani ya titi Mephi huwa inafanywaje hapa Mephi Hospital? breast cancer screening tunafanya kila siku, kwa sababu kuko na ile tunaita clinical breast examination. Hiyo ni jinsi ya kutizama mama kama kuna nafasi ya kuwa na uvimbe na ambayo inaweza kuwa ni ya saratani. Hiyo ni kitu ambayo tunafanya hapa Mephi Hospital kila siku na saizi hizi kama mwezi ambao ni Oktoba ni mwezi wa breast cancer awareness, tumeongeza zile juhudi zetu za kuhakikisha tunafikia wa mama wengi, kuwafanyia screening, tuwafanyia clinical breast examination. Na tukishamaliza kuwafanyia clinical breast examination, basi moja kwa moja huu tunamfunza yule mama afanye self -breast examination akiwa kule nyumbani, jinsi ya kujiangalia yeye mwenyewe, ya kujitizama titi lake yeye mwenyewe akiwa kule kwake nyumbani na pia tunafanya ultrasound. Hapa Mefi Hospital tunafanya breast scan, breast ultrasound kwa mtu ambaye atakuwa na matatizo ya titi kuthibitisha je, anaweza kuwa na dalili za cancer zikiwa zinaanza ama namna gani. Hiyo ndio huduma tunafanya hapa Mefi Hospital. Na je, kuna matibabu ya saratani ya titi hapa Mefi Hospital? Hapa Mefi Hospital tunapopata mgonjwa na ameonyesha zile dalili huwa huyu anaweza kuwa na saratani ya, ya titi. Bas, moja kwa moja tunachukua sampuli, tunaita biopsy, tunafanya breast biopsy, tunachukua sampuli na tunapeleka labu. So watu wetu wa labu wanatufanyia hiyo, na tunapata majibu ndani ya wiki moja, wiki mbili huwa tushapata majibu ya kuthibitisha ni kweli ni saratani au la. Sasa tunapopata majibu kwa ni saratani, tuko na mashine za CT scan hapa Mayfield Hospital ile CT scan inatusaidia sisi kujua stage ya ugonjwa maana na mtu anafanyia CT scan, unajua ugonjwa iko stage gani. Tuko na surgeons wetu ambao huwa wanatusaidia kufanya surgery kwa zile early stage disease. Yetu ni kuhamasisha jamii na kuwahimiza wajitokeze kwa wingi, kwa sababu mara nyingi sana wagonjwa wakikuja hospitali tunapata breast cancer cases zikiwa stage 3, stage 4, asilimia kubwa, asilimia sabini hadi themanini ya breast cancers tumepata sikiwa advanced stage, ile imefika wakati, apo tiba haiwezi, you can't assure cure to our clients. Kwa hivyo hamasisho letu kwa wanajamii ni kwamba jitokeze mapema iwezekanavyo. Mtu akikuja mapema, kama huna dalili usingoje dalili ionekane, kama huna dalili na unasikia uko sawa, uwepitia hospitali ufanye cancer screening, ili tuone vile tunaweza ukasaidika mapema.